Mwaka 2025 umekuwa mwaka wa hukumu kwa marais wastaafu. Akiwemo rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Joseph Kabila kuhukumiwa kifo baada ya mahakama ya kijeshi kumkuta na hatia ya uhaini, uasi pamoja na uharifu wa binadamu. Hukumu hiyo ilitolewa jana Jumanne Septemba 30, 2025, na Luteni Jenerali Joseph Mtombo mjini Kinshasa bila Kabila mwenyewe kuwepo mahakamani. Kabila mwenye umri wa miaka 54 alipatikana na hatia ya kushirikiana na waasi wa kundi la M23 linalopinga serikali ya Kongo na kudhibiti maeneo mengi ya mashariki mwa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa rasilimali ikisaidiwa na Rwanda. Taarifa zinaonyesha kuwa Kabila aliondoka nchini humo mwaka 2023 na alionekana tena Mei 2025 katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi hao. Hata hivyo, wafuatiliaji wa ndani wanasema hukumu hiyo inalenga kusitisha azma yake ya kuwapatanisha upinzani licha ya kwamba mpaka sasa hajulikani alipo. Hukumu ya Joseph Kabila inakuja kama mwendelezo wa mfululizo wa matukio ya marais wa, wastaafu kushtakiwa na kuhukumiwa kwa makosa yaliyotokea wakati wa uongozi wao au yale yanayohusiana na, na mienendo yao ya, ya kisiasa. Siku chache zilizopita, rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela baada ya kupatikana na hatia ya kula njama ya uhalifu katika kesi inayohusiana na mamilioni ya euro ya fedha kutoka kwa kiongozi wa Libya marehemu Kanali Muammar Gaddafi. Mahakama ya jinai ya Paris ilimwondolea mashtaka mengine yote ikiwa ni pamoja na ya rushwa na ufadhili haramu wa kampeni. Septemba 12 mwaka huu, rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro alihukumiwa kifungo cha miaka 27 na miezi mitatu jera baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kufanya mapinduzi ya serikali. Hukumu hiyo imetolewa na majaji wa mahakama ya juu ya nchi hiyo baada ya kumtia hatiani kwa makosa matano ikiwemo kosa la kujaribu kumuua rais wa sasa Roy Inacio Lula da Silva na jaribio la kubatilisha utaratibu raisi wa kidemokrasia. Rais wa zamani wa Georgia Mikheil Saakashvili naye alihukumiwa kifungo cha nyongeza cha miaka tisa Machi 2025 kwa kosa la matumizi mabaya ya fedha ya umma miongoni mwa makosa mengine. Nchini Colombia rais Alvaro Uribe alipatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha ndani kwa karibu miaka 12 mwezi Agosti 2025 kufuatia jaribio la kuharibu na kubadilisha ushahidi na kutoa rushwa kwa maafisa wa umma katika kesi iliyohusisha uhusiano wake na wanamgambo wa zamani wa mrengo wa kulia. Katika kesi iliyodumu kwa miaka 13, Uribe alipatikana na hatia ya mashtaka hayo mawili ambapo kesi yake ilitolewa hukumu na jaji Sandra Liliana Heredia. Dunia inashuhudia enzi mpya ambapo heshima na kinga za urais hazilindwi baada ya kuondoka madarakani na viongozi wa zamani wanahesabiwa kwa makosa yao bila kujali hadhi waliyonayo.